Wapendwa tumsifu Yesu Kristo. Hii kitu aliyeimbwa padri Mkandara, naifahamu kwa Kisukuma na inaanza hivi nsojigomva, wasukuma waweza gumaliziemu, nsojigomva wadotale, oh, msemo aweja olmba chojo mbwa unanywewa ukiwa wa moto. Ndugu zangu, nianze kuwashukuru kwa kuenzi jambo la leo na kujitokeza. Nitambue kama ilivyokwisha kudokezwa na msemaji wa awali kwamba mwaka huu tunaandaa awamu ya tatu ya matembezi ya Pugu Marathon. Nisirudie malengo ya Pugu Marathon. Nisisitize tu kwamba ni malengo bora. Na naomba tuendelee kuyaenji tuendelee kushikamana nayo na tupende kuyafanikisha. Kama mlivyodokezwa, Pugu Marathon ina malengo ya kuendeleza kituo chetu cha hija cha Pugu. Ni kituo muhimu sana kwa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa sababu katika kituo kile wamisionari wetu wa kwanza damu yao ilimwagika, na damu ya watoto yatima waliokuwa wanawatunza. Kwa hiyo sisi tunao watangulizi mbinguni, sisi tunao waombezi, na kila mwaka tunaenda kwenye kituo kile kuhiji na kusali. Ni majimbo machache sana Tanzania yenye kituo kama kile. Tumshukuru sana Mungu na tukienzi kituo hicho kwa namna stahiki. Jambo la pili, karibu na kituo kile, kama mlivyodokezwa, iko sekondari ya Pugu ambayo ilianzishwa na kanisa, sasa hivi inaendeshwa na serikali, lakini kwa asili haikuwa mali ya serikali, ilikuwa mali ya kanisa, mali ya jimbo hili, lakini pamoja na kanisa inamhusisha pia mwasisi wa taifa hili, Mheshimiwa sana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye mchakato wa kutangazwa mwenye heri na ikipendeza mtakatifu unaendelea. Tumwombe Mungu kwamba mchakato huo ufikie mahali pazuri. Jambo la tatu, kama mlivyodokezwa, matembezi ya Pugu yanatupa fursa ya kuchangia baadhi ya mikakati ya maendeleo ya taifa letu. Mathalan, baadhi ya fedha zinatolewa kwa ajili ya kununua vitabu kwa ajili ya maktaba ya sekondari ya Pugu. Hilo ni jambo jema, kwa sababu wanaosoma pale Pugu ni raia wenzetu, ni watoto wetu, ni ndugu zetu, na wakiweza wakasoma vizuri, hilo linasaidia usitawi wa taifa letu. Jambo la nne, fedha zinazopatikana kutokana na Pugu Marathon zinaenda kusaidia baadhi ya maeneo yanayotoa huduma za huruma na upendo kama vile vituo vya afya, lakini pia nyumba zinazohudumia mayatima na nyumba zinazohudumia wazee, walemavu na wagonjwa. Na mambo hayo yote tunayo katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo tunapofanya matembezi haya ya Pugu moja tunaboresha afya zetu, lakini pia tunashiriki katika mambo yanayogusa uinjilishaji na maendeleo ya taifa letu. Naomba nichombeze kitu ambacho mnakifahamu na pengine hamkifahamu. Tumesema kwamba matembezi yetu yana lengo la kuboresha na kuimarisha kituo chetu cha hija cha Pugu. Naomba niunganishe na jambo lingine, wapendwa. Nafahamu kwamba tumeingia kwenye mchakato wa kujenga kanisa kuu mbadala la Bikira Maria mama wa Mungu ambalo tunaliita Theotokos. Naomba mrudie, naomba mrudie tena, Theotokos. Ni neno moja la Kigiriki ambalo linasema Bikira Maria mama wa Mungu. Sasa ninachotaka kuwashirikisha, ambacho mnakijua na mpijui, ni hiki tulipotangaza mpango wa kujenga kanisa la Theotokos tulitangaza kwamba tunalijenga kule Gezaulole. Katika kuendelea na mchakato, tumegundua kwamba eneo la Gezaulole lina changamoto, na changamoto za Gezaulole ni mambo yanayohusu maji. Eneo lile maji yanatuama, kwa hiyo litubidi tuamue kwamba, pale, kadiri ya ushauri wa wataalamu, bado litajetumika kama eneo la jimbo, lakini halitaweza kubeba jengo lenye uzito wa lile kanisa la Theotokos. Kwa hiyo tumeamua kwamba Gezaulole ya tabaki itabaki eneo litakalobeba shughuli nyingine za maendeleo ya jimbo kama vile ujenzi wa shule, kituo cha afya na kadhalika. Lakini baada ya kuendelea kwenye kamati, tulifikia uamuzi kwamba kanisa la Theotokos litajengwa Pugu. <todicu> Tulishatuma wataalamu wakaenda kupima na kutazama na wakaturudishia taarifa kwamba eneo linatosha, linakibi, na linafaa pengine nitaniuliza, mbona tulishajenga pale lile iliteje kile kile kitengo ambacho tunakitumia kwa ajili ya lishete sante, kwa ajili ya maadhimisho yetu. Hilo limefanyika vizuri na hatutalichafua wala kulibomoa, tutakapoadhimisha katika kanisa kuu mbadala Theotokos itakayokuwa Pugu, watu wakizidi kwenye lile kanisa, wengine watawekewa screen kwenye ile shedi, wakae wahudhurie ile ibada inayoendelea kwenye kanisa. Ni watu siri, ambayo mlikuwa mnaibeba bila kuniambia wengi wenu mlikuwa na mahangaiko na Gezaulole <laughs> lakini hakuna aliye thubutu kuja kuniambia Gezaulole ni mbali, Gezaulole ni pembezoni, Gezaulole kuna maji yanayotuama, Gezaulole na kadhalika. Hakuna aliyekuja. Imebidi katika kuendelea kufanya kazi na wataalam na kufikia maamuzi waniambie pia kwamba kwanza watu wako wana mahangaiko iko na Gezaulole yako. Kwa hiyo leo, eh, leo ni mara ya pili nimetamka hadharani maamuzi tuliyofanya kuhusu ujenzi wa Theotokos wiki ijayo tutakuwa na mkutano mwingine ambao tutafanya marejeo ya mambo ya Theotokos. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapofikiria Pugu Marathoni pamoja na mambo mengine ambayo tutapaswa hatimaye tuyashirikishe ni hiyo inayohusu ujenzi wa Theotokos. Ni namna mwafaka na ya pekee ya kuendeleza eneo au kituo cha hija cha Pugu. Ndugu zangu, narudia tena kuwashukuru nyote mliojitokeza siku ya leo na washukuru kwa ushiriki wenu, kwa majitoleo yenu na kwa upendo wenu kwa kanisa lenu na utume wake. Ninaomba haya mambo yote ikiwemo Pugu Marathon na mengineyo tuyaweke katika sala zetu na mikakati yetu, kusudi tuweze kwa msaada wa Mungu kuyafanyia kazi na kuyafanikisha kama inavyotakiwa. Kwenu nyote, mtakao shiriki mlo wa jioni ulioandaliwa kwa ajili yetu leo, natangulia kusema asante kwa majitoleo yenu na namwomba Mungu awarudishie mara mia. Kwa kuwa sina hakika nitaongea tena, naomba nichombeze, nachombeza kwa kusema: Hongereni, mliokutanika leo na kupongezana kwa kumpata Baba Mtakatifu huyu. Baba Mtakatifu, <laughs> Mtakatifu aliyechaguliwa jana anaijua Tanzania. Kama padre alikuwa Mwagustiniani ambaye alitembelea Tanzania kama mkuu wa shirika Akafika hapa Dar es Salaam akafika Njombe akafika Mahanje kule Songea. Kwa hiyo anaijua Tanzania anawafahamu nini, ninyi anawafahamu wakusiniani walioko mavurunza temboni na kwingineko. Tumshukuru Mungu kwa zawadi hii, Tumwombee, na katika utayari wetu wa kuinjilisha, tuinjilishe kwa ari ya kuliimarisha kanisa ambalo amekabidhiwa. Mungu awabariki. Makofi, makofi na vigeregere vya nguvu.